Karibu tujifunze Adobe InDesign. Kwanza tutaenda kufungua programu yetu hii hapa ya Adobe InDesign. Inafunguka taratibu kama tunavyoona. Wakati inafunguka, Adobe InDesign ina kazi mbalimbali, kwa mfano kutengeneza kalenda, ripoti, majarida na magazeti pia. Kwa hiyo hapa sisi tutolee mfano tunatengeneza gazeti Tuta tutapoanza kutengeneza gazeti, tutaanza kwenye new file, tuta open new file. Hapa tunaona inafunguka kwenye kutengeneza gazeti, tunatumia hii tabloid. Hii ndio ambayo tunaitumia sana kwenye kutengeneza magazeti hasa. Tushajua ni hapa tunatumia tabloid, lakini huku mbele kuna vipimo hivi ambavyo inabidi tuviseti ili kuweza kutusaidia kwenye tengeneza ilo gazeti letu. Kwa mfano, na it is better kama ukaweka vipimo vyako mwenyewe hiza, unaweza ukachukua gazeti lolote, kwa mfano gazeti la Mwananchi au Citizen, gazeti lolote iliyoandikwa vizuri, ukachukua vipimo vya urefu pamoja na upana, ili kujiwekea vipimo ambavyo ni sahihi. Kwa mfano, hapa hapa kwenye units tunaweka inchi kwenye gazeti tunatumia inchi. Kwa hiyo tuta delete tutaweka inches kama tunavyoona hapo, then hapa kwenye width tuliona mwanzo ilikopo sitini na ngapi huko, lakini kwa vipimo inabidi width iwe kumi na moja alafu height iwe kumi na nne kwa hapo tutaandika kumi na nne kama hivi koni kumi na nne. Aya, pia kwenye pages tunaandika yani, tunaweka hapa kama tunaandika page ngapi, let's say tuweke page mia moja. Ni vizuri kuweka page nyingi, kwa sababu inakusaidia wewe, hata kama zikiwa, kwa mfano, unaweza ukaweka labda tuseme page hamsini, afu gazeti yako ukaandika likavuka page hamsini. Kwa hiyo ukiweka page mia ni rahisi kwako Kuandika hizo peji zako bila kuwa na disturbance, kwa sababu unakuwa na peji zingine ambazo zinabaki. Kwa mfano hapo sisi tumeandika, let's say tuandike peji kumi tu zinatosha. Up, then kwenye kwenye column kwenye column hapo kwenye column tutaweka column tano. Mara nyingi magazeti huwa yanakuwa na column tano. Kwa tutaandika tano, column tano. Hapa tunaona tushaa